Tunajenga soko lingine la kisasa, la kisasa la ndugu zetu wachinjaji. Machinjio nyingine tunaijenga hapa kwenye ile ya zamani, na mlisikia sitofahamu Vinguti, kama tunavyojua Vinguti ukisikia mtu kafa, naenda kamfunue, sawa? Ukikurupuka bwana fulani kafa, unapata kesi, kumbe mtu amezimia. Pale kuna uvumi ulizagaa kwamba machinjio ile mpya diwani kauza kampa mwekezaji. Na mimi bahati nzuri nimekubali kuwabangusirwa na Vingunguti, na nilimwambia kiongozi mmoja nikamwambia changamoto kubwa mimi, kwa sababu naishi Vingunguti siishi Masaki. Yaani ningekuwa Masaki naishi je, ningekuwa na hamu na mimi na mngeniogopa. Lakini kwa sababu naishi na mimi nyinyi hapa, naona kama vile mbugilambugila fulani hivi <laughs> na ndo maana kuna utofauti mi, nikienda maeneo mengine nikikaa, watu wananishangaa, wanaita, unasikia bwana, usiri hapo ni mvivu. Mimi huku Vingunguti kila taka wa maisha, bwana naomba hela yangu lakini kaja kugundua hichi kidogo cha kusema komaa mwanangu, kukaa nao lakini <laughs> laki nasema bora nikaenda nyinyi, walau niweze kutatua changamoto na shida mnazozipata nyinyi na mimi niwe naziona. Kwa hiyo <laughs> pale na aa, wacongezi tunamaliza andiko la haraka, tunaenda kujenga, kwa sababu Mheshimiwa Rais anasema leteni andiko ni wapendi hela. Kwa hiyo pale tunaenda kujenga machinjio nyingine ya pili. Sasa hii itakuwa ni yaroko, yani nyama za ndani ya nchi, na Wagogo wewe piga tama, ng'ombe anaanguka na napiga kisu <laughs> sasa kule kwenye international kule ni kwa ajili ya kupata fedha za kigeni na tayari tumeshapata wadau, wapo na wanasema kwenda Mwanza na Arusha, si watu kwenye machinjio ni mbali, kwa sababu hapa ya foti iko jirani. Kwa hiyo baada ya sintofahamu ile, nikawaita wafanyabiashara wote, nikawaambia, hebu John Nasikia kuna jambo hili na hili asema na mkuu kweli na sisi tuna sintofahamu nalo. Nawaambieni. Mheshimiwa Rais hajatoa maelekezo ya kuuza machinjio. Machinjio ipo kama kawaida. Achaneni na mburuki mlomo ambao wako Vingunguti na wa madalali wa kisiasa. Utaona kwenye mitandao huko nani wanahangaika. Kwa hiyo kilichokupo pale machinjio ile ni kwa ajili ya kuchinja ng'ombe kwenda wapi? Nje ya nchi. Ila nyinyi endeleeni kuchinja kama kawaida. Tutakapokamilisha ile machinjio ya juu mtatoka sasa huko chini kwenye international mtamia kwenye machinjio yenu ile pale, hii itabaki kwa ajili ya kupeleka nyama nje ya nchi. Ndo wale vijana wanashusha chumvi. Ndugu zangu, ni uguzaum ni mgumu sana, na huu sijui ugumu wake, kwa sababu Wazalamo wengi alinijua, sijaelewa bana, sisi ndo mabingwa wa fitna. Hilo mimi mna hofu, yani uvumi ni mwingi mwingi mwingi, hata ile sokoni, subiri sikia, kauza kamuuzia Rekio hili najengwa mzigo. Chande <laughs> Chande wewe shahidi tumewahamisha watu hawa. Mimi nauzaje? Ndugu zanguni walivyoona ni mabati, wengine wakasema inaikuwa ta wengine a a stand pa. Wengine wakahama wakasema hapana kabusi haitungi <laughs> Yaani, mimi mtu mmoja mmojaneo nimeuza mara tatu. <laughs> Lakini si, mimi mi si, sishangai kwa sababu Vingunguti ni kata ya Waswahili, kwa hiyo kata ya Waswahili uwe na roho ngumu sana kama ngozi ya futi, unaenda na hivyo hivyo sasa. Leo hebu niambie, pale kuna shehe? Hakuna shehe, mimi ni uvumi tu na ukuzi. Leo wale madalali wanaona hata aibu. Kwa hiyo niwaambie kwamba mtaamisha pale, wala kuna shida, mtaendelea, ila kuna wageni kuanzia kesho na kesho kutwa, mtawapokea kwa nini? Tunaenda kupiga taa kwenye ile fence Yaani, tunachotaka mgeni akiingia kwenye eneo lenu, anaona hii sio Vingunguti, hii ni Dubai ndogo, umeelewa? Kelii yote tunaweka tai hadi kule kwenye geti, ule mji unakuwa unamelemeta, na lile eneo la zamani ambayo wanafanya biashara zile za za nyama choma usiku na mchana pale, naza napajua, kwenye machinjio pale, ina maana pale kutakuwa ni parking zenu za magari, mteja anapaki anakuja kule anachukua nyama anakula chakula na maisha yanaenda. Kwa hiyo wapokeeni hao ndugu zetu wachonga vinyago, kwa sababu wao wakija wanakuja na wateja wao hawaanzi upya. Mm, wale wateja wao wanokuja nao manake wataona vitu mbalimbali pale katika soko lenu. Ko, nikasema hilo nilizungumzia. <laughs> Lakini la mwisho, tumevunja lile banda la store pale tayari, na maana mambo yashakuwa mazuri. Kwa hiyo lile eneo lote tunaweka paving pale, lakini nimemwelekeza afisa afisa utamaduni kwamba pale lazima tuwe na viti vya kupumzikia watu, sawa, vile viti ambavyo vinatengenezwa kwa, kwa, kwa, kwa tofali unaegemea. Kuna mwingine kaumisha kichwa na mkewe nyumbani, watoto wamemzungua, kichwa kimepata moto, Vingunguti hatuna sehemu ya kupumzikia. Kwa mtu anatoka pale anakuja, sio vitu kama hivi. Ninajua kama mabechi fulani vya kufalia. Kwa mtu anakaa pale anapumzika, atakapopumzika akili imemjia, anatoka pale ananua soda ananua juice hata ananua vocha. Kwa pale mzunguko utakuwa mwingi. Lakini vile vile nitasema twende kisasa zaidi, mtoto kama yule pale mama muda wote amemshika, tutakuwa na bembea

Jamani mkitoka nje ya Vingunguti ukizoea kuishi wapi, sasa mimi naishi Vingunguti. Sio zamani ukikuta bwana unaishi wapi? Naishi Tabata, kumbe unaishi wapi, kwa hiyo pale tutakuwa na bembea mbili tatu. Sawa? Maana unaweza kutoka na mwanao miaka tisa kumi, unaenda naye pale unakula chakula yeye mwenyewe anabembea pale. Hakuna shida yoyote. Na uzuri pale biashara ni masaa ishirini na nne. Jamani mmenielewa hilo tulilozungumza?